Mheshimiwa wajumbe tuna wajibu na kazi kubwa ya kufanya ili tuweze kuyafikia malengo haya Zanzibar nayo na iweze kwenda sambamba na kasi ya ukuaji wa uchumi wa nchi nyingi ambazo zinaendelea Mheshimiwa Spika licha ya mafanikio makubwa tuliyopata katika ukusanyaji wa mapato imani yangu ni kwa bado tunaweza tukaongeza ukusanyaji wa mapato kwa kiasi kikubwa zaidi matumaini yangu ni kwa kipindi hichi cha pili watendaji wa taasisi zetu muhimu za kukusanya mapato hasa bodi ya mapato ya Zanzibar ZRB na mamlaka ya mapato ya Tanzania TRA, taasisi zilizo bandarini, viwanja vya ndege na wizara zenye viwango vyenye vyanzo vi vya mapato wataongeza kasi katika kusimamia majukumu yao wakitambua kwamba serikali itakuwa inafuatilia utendaji wao kwa karibu sana na kuwa na umakini zaidi ufanisi katika mambo hayo ndio tutakatuwezesha kuyafikia malengo tuliyojiwekea katika dira ya maendeleo ya mwaka 2020. Hatua hii itakuwa ni muhimu katika kupunguza utegemezi wa hisani hatua kwa hatua ili baadaye tuweze kujitegemea katika kupanga na kutekeleza mipango yetu ya maendeleo katika miaka ijayo. Tutafanya kila tuwezalo iliyomo kwenye uwezo wetu ili tufanikiwe. Tumeamua kubana matumizi kwa kuyaondoa na kuto kuyafanya mambo ambayo si lazima katika kipindi hichi. Tutajitahidi kupanga vipaumbele vichache vitakavyotekelezeka kwenye wizara zetu kwa kutumia uwezo tulionao na mapato yetu wenyewe. Tunataka tuanze kujitegemea na hizo lazima tuliweze. Nataka mawaziri nitakawateua na makatibu wakuu washirikiane katika kulifanikisha jambo hili. Tutaendelea kupokea misaada kutoka hisani pale kutoka hisani wetu pale tutakapopewa, na tutashirikiana nao kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, mipango yote ya nchi yetu inasimamiwa na kuratibiwa na tume ya mipango ya Zanzibar. Katika mwaka 2015, serikali kupitia tume ya mipango ya Zanzibar imeratibu mapitio ya mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza maskini, yaani mkuza sehemu ya pili unaomalizika muda wake mwezi wa Juni mwaka huu. Kazi hii inafanywa kwa kushirikiana na wahusika mbalimbali kuhakikisha kwamba mpango wa muda wakati ujao unakuwa wenye ufanisi zaidi. Serikali utaanza kutumia rasi itaanza kutumia rasmi mkakati huu mpya kuanzia bajeti ya mwaka huu mwaka 2016 17. Mkakati huu utaendelea utaendeleza mageuzi ya kiuchumi na kijamii ili kutuwezesha tufikia uchumi wa kipato cha kati ifikapo mwaka 2020. Katika kipindi hiki hadi mwaka 2020, mkakati huu utajikita katika kuimarisha uchumi endelevu kwa kukuza uzalishaji kwenye sekta ya kilimo, kwenye utalii na viwanda vidogo vidogo. Vile vile mkakati huu utaimarisha rasilimali zetu, ubora wa huduma za jamii ikiwemo elimu, afya, mazingira a endelevu na misingi imara ya utawala bora. Miradi ya mashirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, yani PPP. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuishirikisha sekta binafsi katika, katika kuleta na kuendelesha maendeleo ya kijamii na uchumi. Miradi ya PPP itaongeza ajira, uimarishaji wa kudumu wa ukuaji wa uchumi. Kadhalika, hii ni njia bora ya kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa fedha za kuendesha miradi. Ili kuleta ufanisi kwa miradi ya PPP, serikali imeamua kuifuta sheria namba moja ya mwaka 1999 ya miradi ya miridhiano na imetunga sheria mpya PPP namba nane ya mwaka 2015. Katika kipindi hiki cha miaka mitano ijayo Serikali itaendeleza miradi ya PPP baada ya kuifanyia upembuzi yakinifu miradi kumi ya awali ikiwemo ujenzi wa kituo cha daladala hapo Kijangwani, mradi wa uendelezaji soko la Mwanakorekwe, soko la Mkokotoni na Kinyasini, soko la Mambasa kwa Unguja na Kengeja kwa Pemba. Miradi mingine ni kituo cha mikutano cha Suza, mradi wa ujenzi wa nyumba katika mji Mkongwe pamoja na mradi wa hifadhi wa mji wa Ng'ambo. Kadhalika, miradi mingine itakayotekelezwa ni kuendeleza vivutio vya utalii katika eneo la bandari ya Malindi, uanzishaji wa kituo cha usarifu wa mazao, kuanzishwa kwa viwanda vya usarifu wa mazao ya baharini, kuendeleza viwanja vya vya ndege pamoja na ujenzi wa viwanja vya michezo ya aina mbalimbali. Ninahimiza na inaishajisha sekta binafsi ijiandaye kutumia fursa hizi kikamilifu, matokeo kwa ustawi Yani, Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa mpango matokeo ya ustawi, mnamo mwaka 2014, serikali iliandaa program maalum ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali kupitia utaratibu wa maabara katika sekta ya utalii, katika uimarishaji wa biashara na upatikanaji rasilimali fedha. Utekelezaji wa programu hizi umefikia hatua ya kukamilika kwa sera na sheria ya mishirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, kuandaliwa kwa rasimu ya mkakati wa mawasiliano ya utalii, kuanzishwa kwa mchakato wa mfumo wa kisasa wa upatikanaji wa soko kwa kutumia mtandao unaotegemewa kwa lugha tano za kimataifa, pamoja na kukamilika na kuidhinishwa kwa mpango mkuu wa matumizi ya ardhi. Hatua nyingine ni kuandaliwa kwa rasimu ya awali ya mapendekezo ya sera ya maendeleo ya jasiriamali kutayarishwa kwa, resi, kwa rasimu ya uwekezaji me... ambayo inaendelea kufanywa kazi pamoja na kuanza kwa matayarisho ya ununuzi wa mashine za kisasa za kutoa risiti kwa lengo la uimarishaji wa ukusanyaji wa mapato. Kwa sasa serikali imo katika hatua ya matayarisho ya maabara ya elimu ya afya na zinatarajiwa kufanyika mwaka huu. Serikali imejiandaa vya kutosha katika kutekeleza programu zitakazoibuliwa na matokeo yatakayofikiwa na wataalamu katika maabara hiyo kwa sekta nyingine katika kipindi chote cha miaka mitano ijayo. Programu hizo zitaleta msukumo wa kuongeza ufanisi katika juhudi zetu za kukuza uchumi, kukuza ajira na kupunguza umaskini. Uwekezaji wa uchumi. Mheshimiwa Spika, katika kuendeleza juhudi za kukuza uchumi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia mamlaka ya ukuza uchumi Zanzibar yani ZIPA imeweka, imeweza kuitangaza Zanzibar kama kituo muhimu cha wawekezaji ndani na nje ya nchi yetu. Zanzibar imeweza kuwavutia wawekezaji katika miradi mbalimbali ya gharama kubwa kutokana na fursa za uwekezaji zilizopo, mazingira mazuri kwa wawekezaji na biashara, pamoja na kuimarika kwa utawala bora nchini. Mheshimiwa Spika, katika kuendeleza juhudi za kuvutia wawekezaji katika maeneo huru ya uchumi wa Fumba, serikali imefunga mkataba na Bahresa Group of Company ili kujenga miundombinu katika eneo ambalo mpango mkuu wa uwekezaji umeshaidhinishwa. Katika kipindi hichi cha miaka mitano, jumla ya kilomita jumla ya kilomita 13 za barabara kuanzia kujengwa jumla ya kilomita 13 za barabara kuu zimeanza kujengwa ambazo zitagharimu jumla ya shilingi bilioni 15.6, na barabara ndogo zenye urefu wa kiasi cha kilomita 20 zitajengwa kwa kiwango cha lami ambazo zitagharimu Tanzania shilingi bilioni 20. Jumla ya miradi mikubwa mitano itajengwa kwenye eneo hili katika kipindi hichi cha miaka mitano. Miradi hiyo ni ujenzi wa mji wa kisasa wa kibiashara Fumba Satellite City, city katika eneo la Fumba ujenzi wa mji wa kisasa wa makazi yani Fumba Town Development katika eneo la Nyamanzi, ujenzi wa mji wa kisasa wa nyumba za biashara na makazi pamoja na ujenzi wa maeneo ya kupumzikia watu Fumba Uptown Living katika eneo la Fumba. Vile vile eneo lenye ukubwa wa hekta 102 limetengwa huko Fumba kwa ajili ya ujenzi wa viwanda ambapo viwanda viwili vya ujenzi wa nyumba katika kijiji cha Kororo na Nyamanzi tayari vimeshajengwa. Aidha, mtambo wa lami umeshafungwa katika eneo la Kororo na kiwanda cha maziwa kimeshaanza kazi katika eneo la. Uimarishaji wa eneo hili vile vile kitajengwa kituo cha mikutano cha kimataifa na eneo maalum la kiuchumi pamoja na gati ya mizigo na abiria. vile kampuni SS Bakhresa Group of Companies tayari imepata ruhusa na inaendelea na hatua mbalimbali za uwekezaji mkubwa katika maeneo ya Mtoni Marine Maruhubi. Mradi huu unajumuisha ujenzi wa hoteli kubwa nyota tano, maeneo ya michezo ya maji ya Marina na kujenga kisiwa chenye nyumba za watu wenye kipato cha juu Chapwani Paradise Island kusini mwa kisiwa cha Chapwani. Mheshimiwa Speaker, kwa upande wa mkoa wa Kaskazini Unguja, Mradi wa ujenzi wa mji wa kisasa wa kibiashara pamoja na hoteli kubwa ya yonja tano umekusha anza kutekelezwa huko Matemwe na unatarajiwa kugharimu jumla dola za Marekani milioni 800. Kampuni ya Penny Royal Gibraltar ndio inayotekeleza mradi huu.